Usiku haukuisha, ulikuwa kama umesimama mahali pamoja, ukimsikiliza Mansuur apumue kwa shida, kana kwamba giza lenyewe lilikuwa linamchunguza. Alijaribu kusimama, miguu ikamsaliti, kiti kikalia mlio mkali, sauti iliyosikika kama hukumu ndogo, lakini ya uhakika. Alijua sasa, alijua kwa uhakika, kile alichokuwa akikimbia hakikuwa tena nje yake, kilikuwa ndani yake. Saa ya ukutani iligonga tena mara tano na kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, Mansuur alitamani muda urudi nyuma. Kulikuwa na mlio mlangoni, sio mkubwa, sio wa haraka. Ilikuwa ni migongo mitatu tu ya taratibu, yenye subira ya mtu anayejua kuwa hatakosa kufunguliwa. Mansuur alisimama polepole, kila hatua ilihisi kama anatembea juu ya kumbukumbu zake zote. Akaufungua mlango, mbele yake walikuwa watu wawili. Walivaa kawaida lakini macho yao yalikuwa na uzito wa mamlaka. Bwana Mansuur, mmoja aliuliza kwa sauti tulivu. Ndiyo. Tunaomba dakika chache zako, kuna maswali yanayohusu kazi yako. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na makelele ya jirani, hakukuwa na drama kama alivyokuwa akiona kwenye filamu. Kulikuwa tu na ukweli mtupu, baridi na usiojali. hofu yake ndani ya chumba walikaa, karatasi zikatolewa, majina yakatajwa, tarehe zikatajwa, kiasi kilitajwa, na kila lilipotajwa, Mansur alihisi kitu kikiondoka ndani yake, kama hewa inayotoka kwenye mpira uliodungwa sindano. Haya ni makosa madogo tu, alisema kwa sauti dhaifu, akijaribu kushikilia mabaki ya ujasiri. Mmoja wao alimtazama moja kwa moja machoni. Makosa madogo yanaporudiwa kwa makusudi huwa ni chaguo. Maneno yale hayakuwa ya kukemea, hayakuwa ya hasira, ndiyo yaliyokuwa mabaya zaidi. Siku chache baadaye, Mansur hakurudi kazini kama mfanyakazi, alirudi kama mtuhumiwa. Ofisi ile ile aliyokuwa akitembea kifua mbele sasa ilihisi kama jengo geni. Watu waliokuwa wakitabasamu wanapomwona waligeuza macho. Wengine waliinua nyuso kwa mshangao wa kimya. Habari zilisambaa haraka kuliko walivyotarajia. Marafiki walipungua, simu zilikata. Salim alipompigia Mansur hakujibu mara ya kwanza. Alipojibu hatimaye, sauti yake haikuwa ile ile. Nilikuambia, Salim alisema kwa huzuni, si kwa kujisikia bora. Nilikuambia uache mapema. Mansur alifumba macho. Nilidhani nina muda. Salima alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akasema wengi hufikiri hivyo, ndiyo maana huumizwa. Kesi haikuwa ya haraka, ilikuwa ndefu, ya kuchosha na ya kumnyang'anya kila kitu kidogo kidogo. Akiba ilitoweka, heshima ilivunjika, ndoto zilififia. Mama yake alipokuja kumtembelea siku moja, hakuuliza maswali mengi. Alikaa tu karibu naye akamshika mkono. Nilikuonya mwanangu, alisema kwa sauti ya upole iliyojaa maumivu. Mansur alishindwa kumtazama machoni. Najua mama, lakini bado niko hapa, aliongeza, kwa sababu hata ukichelewa bado wewe ni mwanangu. Maneno yale yalikuwa mazito kuliko hukumu yoyote. Usiku mmoja akiwa peke yake tena, siyo katika chumba chake cha zamani bali katika chumba kidogo cha muda, Mansuur alikaa sakafuni. Hakukuwa na saa ya ukutani, hakukuwa na simu, hakukuwa na kitu cha kumvuruga. Ndipo akajilaumu kikamilifu, sio kwa kukamatwa, sio kwa kupoteza kazi, bali kwa kupuuzia dhamiri yake alipokuwa bado huru. Alilia kwa mara ya kwanza bila visingizio, alikiri moyoni mwake kwamba hakuharibiwa na bahati mbaya. Aliharibiwa na mfululizo wa maamuzi aliyoyaita madogo. Na hapo ndipo alielewa maana halisi ya sentensi ile. Alipoanza kujilaumu, ilikuwa imechelewa, si kwa sababu kujilaumu hakusaidii, bali kwa sababu hakuifanya mapema alipoweza kubadilisha mwelekeo. Baada ya muda, mambo yalitulia, sio kwa sababu yalirekebishwa, bali kwa sababu yalipata mahali pa kusimama. Mansuur aliachiliwa bila kifungo kirefu, lakini alibaki na alama kisheria, kijamii na moyoni. Alianza kazi ndogo mbali na ndoto zake za awali. Hakulalamika. Hakujitetea. Alifanya kazi kimya kimya. Wakati mwingine alisimama usiku akiangalia anga. Alikuwa mtu tofauti sasa, mnyenyekevu kwa njia chungu. Salim bado alikuwa karibu. Mama yake bado alimwombea dua, lakini Mansur alijua kuna mambo hayarudi. Siku moja kijana mdogo kazini alimuuliza, Kaka Mansur, nifanyeje ili nifanikiwe mapema? Mansur alitabasamu kwa uchungu mdogo. Usipuuzie kile kinachokuonya ukiwa bado una nafasi ya kusikiliza. Hadithi ya Mansur haikuisha kwa kishindo. Haikuisha kwa shangwe, iliisha kwa ukweli. Ukweli kwamba muda hauadhibu mara moja. Ukweli kwamba dhamiri ikipewa nafasi ya kuzungumza huokoa. Na ukweli mchungu zaidi, kwamba baadhi ya masomo huja pale ambapo kubadilika hakubadilishi matokeo bali moyo tu. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Alipoanza kujilaumu, ilikuwa imechelewa.